Bwana kama kawa, kama dawa e bwana, mi naitwa awali upuji kuntunya kididimi mwandila e bwana, tuko kama kawaida. Kazi yetu sisi ni kuja kuweza kutoa elimu na kuweza kupata kuweza kujua e, ufahamu vipi wa ndugu wawekezaji hasa wanafahamu kuhusiana na maswala mazima ya uwekezaji, lakini vile vile wana wanawazungumziaji wale watu ambao leo hii hawafahamu chochote kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Basi sisi tuko hapa kijiwe mchongo kama kawaida yake tutaswampa mmoja hadi kwa mwingine kuweza kujua hasa UTT AMIS ni nini, nini maana ya uwekezaji na UTT AMIS, na je unapataje faida za uwekezaji na UTT AMIS? Eh bwana, karibu sana na usitoke. Mamangu, shikamoo. Marhaba, kwema kabisa. Kwema. Mimi naitwa Ali Upuja, natokea UTT. Sio mamangu, naitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Recho Chalanga, ndio, natokea Mbezi. Mamangu ni mwekezaji wa muda mrefu sana? Eh, ni kama miaka miwili sasa. Miaka miwili, katika mfuko gani na mfuko gani? Nina bondi, nina liquid bondi na liquid ni nani aliweza kushawishi watoto wewe mwenyewe uh, watoto hawakushawisha ila kulikuwa na watu walikuwa wanakuja wanatuletea semina yeah, wakati tukiwa kazini mm. e, na, na katika hiyo semina ulivyoipata ukaona UTT ni sehemu salama kabisa ni sehemu sahihi kwa wewe kuja kuweka pesa niliona niko salama kwa sababu mm. nimeona watu wengi na kweli nasikia wanachukua mm. nimepata nimeenda kuchukua kaona mimi nikaona mm.

napata kitu kidogo, kitu kidogo, nikiona leo sina, naenda kuchukua kidogo, eh huwa eh. eh, eh, eh. Kila mwisho mwaka, mama, tunafanyaga zile AGM mikutano ya mwisho mwaka. Kwa mfano kama mwisho wa mwaka tukizungumza, mwaka jana tulifanya jana ICC. Ushakuhudhuria ile mikutano ya kutoa ripoti? Kwa kweli mwaka huu nilitaka nihudhurie lakini eh, sikuhudhuria bila nilipata taarifa, nilialikwa. Ha, ulialikwa ha, lakini uliona labda faida ya uwekezaji katika mfuko wako mmoja ambao naona faida ila sijaanza kula. Ujaanza kula bado e, naendelea kuwekeza e. unataka ifike bilioni moja, mama faida? Sasa hiyo fa yes, si, ni mimi mwenyewe nitakavyopenda wewe, nikipenda. sasa hii natosha nikachukua, naenda kuchukua. sawa eh, eh, eh. sasa labda lolote la kuweza kuambia wanaokutazama wa Watanzania wa mama kama wewe, leo hii hajui chochote kuhusiana na UTT, lakini leo hii akikuona hapa atashawishika labda. Mimi kwa kweli nimeshawishika kwa sababu hata unakuwa kama vile umejenga nyumba sao, nyumba ile ukimpangisha mtu mm, siku anatoka mm, una gharama kubwa mno mm, lakini ukiwekeza UTT hamna gharama okay, ndo unachukua hela yako, mali yako inarudi pale pale mm. kwa hiyo nimeona faida yake, siangai kwanza, uangai kugombana na wapangaji ukija UTT unachukua hela yako naondoka, wala mpangaji lakini mpangaji lipa kodi, maanakwambia mm. sina sasa hivi mm. unakuwa na ugomvi. Kuona hii pesa yako ukaileta UTT na kula mwenyewe taratibu huko, maana nimestaafu, nakula taratibu kidogo kidogo, ndo ushauri ambao unawaambia labda wa Tanzania eee, na wasihangaike huko uu, wengine waje tu hapa UTT. Bwana vipi? Safi. Mama unasema nini? Kama kawaida. Mimi naitwa Ali natokea UTT sio, naitwa nani? Mimi naitwa Sharif Ali natokea mjini FM. Nani? Shadi Brown natokea mjini FM. Ah, ulifanikiwa kwanza? Mbahoifan sijafanikiwa kulingana na muda hapa na ofisini. Kesho mapema sana nitawahi. Unahisi kwa nini leo hii umeweza kuja kujiunga katika mifuko ya wekezainayoteti? Na sababu nyingi kidogo, naweza kusema kwa sababu ni kijana na vitu vingi natakiwa nifanye baadaye, afu pia na wadogo zangu wanantegemea, kwa sababu siwezi kuwa na pela kila siku, nikawekea hela baada ya muda fulani wataweza kupata vitu vizuri wakisha kuwa nini na yeah. nini na hii elimu ya uwekezaji na UTT, wewe ulipata wapi? Mtandaoni kuna mtu alikuja akakufuata akamwambia bwana chao unatumia sana hela vibaya? Of course uh, mtandaoni, mtandaoni. kwa sababu mimi pia nazurura sana mtandaoni okay. nafanya vitu vingi mtandaoni mm -hmm. Kwa hiyo, uh, day one, nakutana na, na UTT yeah. Sikuwa naamini kwanza nika kwa, muda kidogo, muda kidogo nikaja nikapata blaza tena yani, niliona mtandao, nikaja kapata mtu akaniambia, kakaangu mmoja wa karibu sana alikuwa anasaidia vitu vingi akaniambia, wewe dogo, bunda lako inabidi uliwekeze, bunda lako inabidi uliweke kwa sababu mambo ni mengi inahitajika uyafanye wewe mwenye kila, nikaga akili yako inawaza vitu vikubwa. Sasa kwa ulivu, inatakiwa bunda likae litunzwe kwa, nikasema so mchongo nika, nika, nika, nika download application nikajisajili kwenye application kule kule online ukaja hapa kukamilisha then hapa nimekuja kukamilisha usajili, eh. Tukichukua fursa hii kuweza kuwashawishi uh, marafiki zako, kuna ndugu zako leo hii hawajui chochote kuhusu na UTT. Kesho, kesho kutwa wakija wakiona wewe umefikia malengo yako wataumia. Leo hii fursa hii uweze kuambia mapema. Of course, of course mimi nawaambia, so mara, so ndugu zangu hata marafiki zangu hata jamaa zangu wa karibu na kijana yoyote ile unatakiwa na bunda lako na hisi dogo lakini baada ya muda unakuta bunda kubwa kino, kwa sababu mimi pia nimeona mwaka jana, mwaka mzima nimeweka mm. japo sijafika si si ofisini wala nini mm, lakini kwa tunaweka naweka naweka, this time ndo nimekuja ofisini. Kwa maana yake kuna changes unaziona ukiweka hela, naona bunda linakuwa na linaongezeka kila baada ya <laughs> mwezi <laughs> mwingine, pesa mane bwana vipi? Okay. Ni kwa mara ya kwanza leo hii ndio umekuja kujiunga na UTT au kwa mara ya pili? Ah, ah, ni Mfuko gani? Wekeza maisha. Ah, wekeza maisha. Ndugu yangu, wewe ndio umesema ni kwa mara kwanza leo hii ndio umekuja UTT. Naamini kama mkubwa hapa yeye atakuwa anajua chochote kuhusiana na UTT. Wewe ndio ufahamu au sivyo? Mimi nataka nani, sorry, nikumbushe jina? Julius. Julius. Bwana Julius, mimi nataka niweze kukumbusha kitu kimoja au sivyo? Ni kwamba UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Uh, ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji kupitia Wizara ya Fedha. Umeelewa, eh? Lakini ukiwekeza pesa yako na UTT, cha kwanza, maana yake unawekeza katika taasisi ambayo iko sehemu salama, kwa sababu iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha. Umeelewa? Yeah. Ni taasisi ambayo iko sehemu salama. Na cha tatu ukiwekeza UTT, unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Kweli sio kweli? Sio, Ni kweli. Unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka na hiyo ni minimum. Melewa, yeah. Lakini vilevile ukijiunga na UTT yeah. Melewa, maana yake kutoa pesa yako, unaweza ukatoa muda wote unaotaka, haikulimiti, haikubani yeah. Sio umeelewa yeah. Ulivotoka maana ulivokuja mda ule, nikakuacha ukapata kwanza darasa yeah. Ulivotoka huko, unahisi katika kushawishika katika ile sisi mifuko yetu sita yeah labda mfuko gani unahisi ulitaka uweze kujiunga? Mi nimepende, nimependezewa na mifuko lakini hususan mm, kuna ule wekeza maisha ukwasi maisha. E, kuna mmoja halafu kuna ile watoto kuna, kuna e, ile wa, watoto watoto yeah. nimeipenda sana watoto ndio oh, eh. Eh, inabidi uweze kuchukua fursa hii ndugu ambao umecheka kwa, kuna mfuko wa watoto. Maana yake leo hii mtoto wako anaweza kutaa miaka miwili, unataka mpaka anaanza shule, umeelewa? hmm. hmm. ile tu, tu, tu, tu, tunaita ana kipindi anaanza shule uupati stress, kumbe kuna ile yake huko miaka mitatu nyuma ulikuwa ushaanza kumwekeza, unapata elfu kumi Elfu kumi na mbili unaweka. Unafika kipindi mtoto unaanza kudiscuss na mama yake, bwana vipi shule? Ukutana na ile style ya mwalimu ile kwenye kwenye meza ile anafanya hivi. Unajua ile? Maana yake ni nini ile? Njoo na ada. Unajua ile wewe ukutane nayo. Unachofanya wewe unaenda tu katika mfuko wa mwanao, unamtolea ada yake, unamlipia. Nakumbuka hiyo hela ambayo ulikuwa unaiweka ndani hata miaka mitatu huko nyuma haikuwa tu labda kama ni milioni kumi. No, ilikuwa milioni kumi pamoja na faida yake. Sawa? Sisi kwa ndugu yangu unaelewa. Fursa ni hapa, usijione umechelewa, bali fursa ni hapa. Njoo uwekeze. Ni taasisi ambayo iko chini ya serikali, maana yake ni sehemu salama, lakini vile vile unawekeza pesa yako ambayo unapata uhakika wa faida ya asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka. Sasa umeelewa? Mfano tu, nikutolee mfano mmoja. Ukiweka pesa yako milioni moja, mfano katika mfuko kama liquid ukwase, milioni moja yani mwaka mzima, ndio ile yako imekuwa milioni alafu UTT, hakuna mtu anayekupigia simu, mm, unao unaotaka mwaka mzima hela yako ikaja ikafika milioni, wao wanakupa faida ya asilimia 12 ya milioni, maana yake ni laki moja na ishirini, manake kwenye akaunti yako ile, ukifungua simu yako kwenye app yako unakuta pale kuna hela yako milioni moja laki moja na ishirini yani, kuna hela yako ile milioni ya uwekezaji, alafu na kuna faida yako pembeni, unaiona? Si umenelewa? Baba, njoo wekeze na UTT. Leo hii unarudi Temeke, unapata fursa ya kuonana na washikaji zako, ungependa uweze kuambia nini kuhusu sana UTT? Kumbuka taasisi za serikali ni sehemu salama na unapata manufaa. Eh, mimi napenda tu kuambia ndugu na jamaa na marafiki kwamba UTT AMIS ndio ni sehemu salama ya uwekezaji kwao, na watakia wakaribie, eh, eh, kuna mifuko mbalimbali ikiwemo Wekeza Maisha, Umoja eh, na Ukwasi pia. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu waweze ku, kuja hapa na kupata moja mbili tatu mm, naweza kuwasaidia katika maisha, na hii elimu hii ukampe na shemeji, amepata kabisa kabisa, tunaweza kumjua, mtamfahamu, asante. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mali hapa unaojitemeke fursa hii, labda wewe ni mwekezaji umesema ni wa muda mrefu, fursa hii unakutana na vijana wenzio, ungependa uweze kuambia nini? Mfuko huo kwa kwanza, ni moja ni salama kwa hela yako unaowekeza kwa mwekezaji. Cha pili, kwa ajili ya faida kwa kwako mwenyewe. Kwa hiyo ni mfuko mzuri kwa ajili ya maisha yetu sote kwa, na washauri waje wawekeze, sababu ni mfuko salamattea hey, ms E, bwana njoo uje uwekeze na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha inajihusisha na maswala ya uwekezaji, tunazungumzia UTT AMIS. Hakuna sehemu nyingine. Ukija kuwekeza na UTT, kwanza kabisa unapata wastani wa faida asilimia 12 kila mwisho wa mwaka, lakini vile vile ni taasisi ambayo ni sehemu salama, unaweka pesa yako iko sehemu salama. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo AMIS imenifikia.